Bwana, mambo vipi? Nakutakia siku ya leo kwamba iwe baraka kwako, na kama unavyoona tupo kwenye malaloni ya kumsindikiza bibi yetu ambaye ametuacha, na leo nitakuwa na maswali fulani ya kumuuliza kiongozi wa vijana wa Balenga hatakaa la kutuambia. Ha, habari yako kaka, salamu, unaendeleaje? Uh, majonzi I say tutoe pole sana kwetu. Asante sana. Nadhani leo tulikuwa kwenye msiba kuanza mwanzo hadi leo tumefika kama vile tamati, na kuna kipi cha kuambia wa vijana wa Bolua au kuna kipi ambacho unaweza kuambia kamati yote mzima kwa ujumla? Uh, kwa niaba tu ya vijana wa Bolua hapo Marekani tunayo majonzi makubwa, kwa sababu tumeachwa na mama yetu, ikiwepo tena ni bibi yetu mwana familia, kwa hiyo hatuna mengi zaidi ya kujitakia kwamba apumzike salama, kwa sababu tulikuwa tunampenda sana na tutamkumbuka katika maisha yetu yote hapa chini ya jua. Asante sana nadhani vijana wote ambao wanakwenda kutufuatilia kwa muda huu, labda kuna kitu kingine ambacho unaweza ukawaambia kama vile kushiriki kwenye misiba, kutoa michango, kwa sababu hakuna mtu ambaye anayejua kesho yake. Unaweza ukawaambia vipi vijana wao? Uh, kesho ya mtu ni fumbo, aijuaye ni Mungu na cha kwanza inatakiwa tu tunamtanguliza Mungu katika yote. Cha pili kushiriki katika ibada za kumsindikiza mtu ambaye ametuacha ni kitu muhimu sana, kwa sababu a, kesho atakuwa mwingine, kesho kutwa ni mimi. Inawezekana leo mama ametuacha au bibi yetu ametuacha, kesho anaweza akawa mimi. Kwa hiyo ni wajibu wetu sote binadamu tunapokuwa na nguvu tunatoa, tunabidi kushiriki kwenye kwenye misiba kumsindikiza ndugu yetu ambaye ametuacha. Hususani sana sisi vijana wa babulwa kama hivi isi tumeonyesha ushirikiano katika msiba wa bibi yetu mama yetu ambaye ametuacha. Asante sana, ulikuwa nami Ray Mika, naye ni RMG Gospel TV, na ambaye nilikuwa naye hapa ni kiongozi, heshima zake, na tutoe pole, na kwa vijana wote ambao watufuatilia wa Bolwa, na mimi nikiwa mmoja wapo, na ambaye kwenda kutuacha kwa siku ya leo ni bibi yetu. Tulimpenda sana, ila Mungu alimpenda zaidi. Kwa hiyo tunatakia kwamba familia ibakie na amani, na watu ambao kutoka sehemu mbalimbali kama vile Kentucky, sehemu zote za Amerika wamekuja hapa kuungana nasi katika kipindi cha majonzi, na tunasema Mungu awabariki sana. Asante, nashukuru kwa muda wako.